Jeshi la Russia limetekeleza mashambulizi ya anga kwa kutumia ndege zisizo na rubani yaani, droni na kombora la balistiki katika mji wa Kryvyi nchini Ukraine na kusababisha vifo vya watu wanne huku 14 wakijeruhiwa. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kuwa mashambulizi hayo ya Russia nchini Ukraine yametekelezwa usiku wa kuamkia leo Alhamisi Aprili 3, 2025 usiku kucha. Mbali na kusababisha vifo na majeruhi, mashambulizi hayo ya Russia yamesababisha uharibifu wa miundombinu nchini Ukraine. Taarifa hii ilitolewa na Mkuu wa Utawala wa Kijeshi wa Mkoa wa Dnipropetrovsk nchini Ukraine, Sergei Lysak amesema ha, mashambulizi hayo yalianza jana saa 11:20 jioni ambapo shambulio moja lililenga moja ya viwanda vya jiji hilo. Namnuku, tunaendelea kudhibitisha taarifa, hatari bado ipo, tafadhali baki mahali salama hadi tahadhari ya mashambulizi ya angani itakapomalizika. Alisema Lysak, mwisho wa kunukuu. Dakika chache baadaye alitangaza kuwa kwa mujibu wa taarifa za awali, watu watatu walikuwa wamekufa kutokana na shambulio la Rusia katika eneo la Kryvyi, huku wengine watatu wakijeruhiwa. Wote wanapatiwa matibabu, madaktari wanasema hali yao ni ya wastani. Alisema Lysak, mwisho wa kunukuu. Kulingana na taarifa zake, shambulio hilo lilisababisha moto jijini Dnipropetrovsk nchini humo, na jana ilipofika saa 11 na dakika 40 jioni, mkuu wa baraza la ulinzi la Kryvyi Alexandra Vilko aliripoti kuwa Russia ilishambulia kituo cha miundombinu ya kiraia kwa kombora la ballistic. operesheni ya uokoaji inaendelea, kuna moto mkubwa, alisema Vilko, huku akisisitiza kuwa majengo ya makazi ya ghorofa nyingi yaliharibiwa. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni mwanamke mwenye umri wa miaka 29 na wanaume wenye umri wa miaka 35 na 41 na wote wamelazwa hospitalini, alisema Serhiy Lysak, mwisho wa kunukuu. Kufikia jana saa kumi na mbili na nusu jioni iliripotiwa kuwa watu tisa walikuwa wamejeruhiwa kutokana na shambulio hilo la kombora, wote walikuwa katika hali ya wastani. Baadaye Serhiy Lysak aliripoti kuwa jumla ya watu kumi walikuwa wamejeruhiwa wakiwa hospitalini, huku wawili wakipatiwa huduma ya kwanza eneo la tukio miongoni mwa waliojeruhiwa ni mvulana mwenye umri wa miaka nane ambaye amelazwa hospitalini akiwa katika hali ya wastani. Baadaye iliripoti kuwa msichana wa miaka sita pia alijeruhiwa katika jiji ama eneo la Kryvyi. Msichana huyo alipatiwa matibabu papo hapo kisha kuruhusiwa kurejea nyumbani nanuku hata hivyo kwa mujibu mpia wa taarifa mpya mvulana huyo wa miaka 8 yuko katika hali mbaya, yuko katika kitengo cha dharura cha majeraha madaktari wako karibu naye na wanafanya kile linalohitajika, alisema mkuu wa utawala wa kijeshi katika mkoa huo. Ilipofika saa moja na dakika 13 usiku, mkuu wa utawala huo aliripoti kuwa maofisa wa zimamoto walikuwa wakipambana na kuzimamoto uliosababishwa na shambulizi lingine la kutumia droni. Mlipuko huo uliharibu jengo la mazoezi ya viungo madirisha ya jengo la utawala na madirisha ya majengo ya makazi ya ghorofa nyingi, na idadi ya waliojeruhiwa iliongezeka hadi kumi na wanne. Akizungumzia shambulio hilo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alijibu shambulio hilo la kombora la Russia katika eneo la Kryvyi kuwa namna kote ulimwenguni mashambulizi kama haya huitwa jina moja, ugaidi. Njia pekee ya kuyakomesha ni kwa kuiwekea Moscow vikwazo na shinikizo la kutosha ili kulazimisha mfumo wa Russia kuachana na vita vya ugaidi hii inategemea washirika wetu wa Marekani, Ulaya na mataifa mengine ulimwenguni. Kitu pekee kinachotenganisha na kusitisha mashambulizi hayo ya kikamilifu ni bila masharti ni uokosefu wa makubaliano ya Russia kusimamisha vita. Ni shinikizo la kimataifa pekee linaloweza kuhakikisha makubaliano kama hayo, alisema kiongozi huyo, mwisho wa kunukuu. Aliongeza kuwa mashambulizi hayo ya Russia yanathibitisha kuwa Ukraine inahitaji mfumo wa kutosha wa ulinzi wa anga na makombola ili kulinda watu wote wa Ukraine dhidi ya ugaidi wa Russia tunafanya kazi na washirika wetu wote kufanikisha hili na tunashukuru kila anayesaidia, kila anayeona umuhimu wa kuiwekea Russia vikwazo na shinikizo kuiunga mkono Ukraine kwa thabiti, alisitiza Zelensky mwisho wa mnamo Machi 29/2025 jeshi la Russia lilishambulia eneo la Kryvyi kwa kombora la balistiki. Kutokana na shambulio hilo, angalau watu wanane walijeruhiwa na miundo mbinu ya binadamu iliharibiwa. Bado jitihada za Marekani kupata mwafaka wa mzozo huo bado hazijazaa matunda baada ya kila upande kurushana mpira kwa madai kuwa unakiuka makubaliano ya usitishwaji wa mapigano wa hiali kwa siku 30. Tangu kuanza kwa operesheni yake nchini Ukraine, Russia imeyatoa maeneo ya mkoa wa Doneski, Luhanski, Karson, Nipropetroviski, za Zapolisha na Krimia iliyotwaliwa tangu mwaka 2014. endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.